Mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, Dr Alex Mrema, amesema watu hao wamekuwa wakijipatia fedha kiudanganyifu na kuwataka wananchi kufuata huduma katika vituo vya afya. Walikuwa wanatumia dawa zilizokuwa ime ni za miti shamba iliyokuwa imesabu imewekwa kwenye vichupa na ina lebo, lakini vipimo walivyokuwa wanavitumia vilikuwa ni vipimo vya kitabibu, ila wakati wa kutoa matibabu au huduma walikuwa wanatoa huduma za asili, lakini bali na hilo wanaweza wakamwacha mgonjwa asubiri majibu ya pressure kwa zaidi ya dakika 30 nje, wakati kipimo cha pressure, majibu yake ni instant, yani unapima unaona majibu hapo hapo, lakini kipimo cha sukari unapima na kupata majibu ndani. Kwa upande wao watu hao wamekiri kufanya shughuli hiyo bila ya kuwa na taaluma ya utabibu. Kosa tuliolifanya ni kutumia vipimo vya kitaalamu bila kuwa na utaalamu wa maabara ya vifaa hivyo hivyo najutia kuwa ni kosa la kisheria y kutumia vifaa vya kitaalamu bila kuwa na taaluma hiyo kwa kuhudumia tiba asilia. Mkuu wa Wilaya ya Tanganyika Bwana Onesimo Buswelu amewaonya watu hao na kutoa wito kwa jamii kufanya shughuli halali. Sijafurahishwa kama serikali kuona vijana wenye umri wenu wenye nguvu mnakuwa matapeli mnakuwa wadanganyifu. Ni watake watendaji serikalini kuanzia ngazi ya halmashauri kushuka chini, wasitoe barua ovyo za utambulisho bila kujiridhisha, unayemtambulisha ni nani, ana sifa gani? Na ukimtambulisha, mfuatilie uko na kufanya nini. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Tanganyika, mkoani Katavi.